Eh, tuliona Gachagua okay, address leaders wa Mount Kenya akisema ni wajinga, hajawahi ona leaders wenye ni stupid kama hao, kutumiwa ku insight nini, sanyaruto anaweka watoto wake Kalenjin kwa jeshi na nini, na kuwapeleka ngama au kazi yao ni kulewa na nini. Pengine unaweza react kitu, unaweza sema kwamba mtu wa kwanza, mjinga, wa kwanza Kenya ni Gachagua. Ye ndio mjinga wa kwanza kabla tu, sio viongozi wa Central ndio mjinga wa kwanza, kwa sababu wakati alipewa power alikuwa anahubiri mambo ya eh, mambo ya ukabila, mambo ya mountain, mambo ya shares, mambo ya nini. Angekuwa mjinga angeongelelea hiyo, lakini juu jinga yake ndio imemweka nje. So kama Central wanasema Gachagua ni mwerevu, then mimi na regret mama yangu kushika mimba yangu huko eh, Nyanza Masubu, Gachagua, kwa sababu Gachagua angekuwa Luo Nyanza angekuwa hata MCA angekuwa hata MP hata mzee mruka ile ya kijiji ya kuni angepata, ange hiyo nini, lakini Central eti yeye ndio kiupi ni Wakikuyu, eti sasa yeye ndio mrefu. Na maanisha mimi ningezaliwa Central, sasa ningekuwa governor wa Kiambu ama governor wa Nyeri, kwa sababu huko malilizaliwa watu ni werevu sana huko, kwa ajili watu ni werevu sana kama Gachagua ni ni, ni mwerevu Central na ingekuwa Nyanza ndio angekuwa mjinga wa mwisho. Central yu Nyanza. Sasa mimi na regret mama yangu angeshika mimba na mkikuyu leo leo central. Sasa angekuwa ta kingpin katika central. So I think, Gachagua anaenda ku make mess na nini kwa sababu sasa hiki Gachagua anajaribu kufanya, anataka ku ku make sure kwamba ame deal na wale wale wa Kikuyu ama viongozi ambao wanataka kumpinga central. Na jua wa Kikuyu wanawekanga siasa kwa roho. Wajua Kikuyu, watu wa Mount Kenya, wa mwangi na roho, wa akili wanamwanga, na roho yao wamefanya siasa kama mapenzi yenye iko na feelings, wanaanga feelings kwa kwa siasa. So Gachagua wanatumia hiyo feelings zao, wanaenda kutoa tena viongozi wazuri. Mimi upande yangu, Kimani Chungwa ni mtu smart sana, mtu kama Dindi Nyoro ni mtu smart sana, mtu kama yule governor wa Murang'a ni mtu smart sana. Lakini Gachagua wanaenda kutoa hao watu, akiweka watu wajinga wake wale, na atatumia feelings za Kikuyu kutoa hao watu. Unaona the same same feelings ambao walitoa kutoa kina Kabogo wakiweka Waititu ndio mrefu. Feelings wanataka kutumia wa, wa, wa, please, politics msiweke kama feelings ya mapenzi politics. Na interest na ni business, so mnafaa muamue na kichwa yenu. in in, in, in, in in Kenya watu wanaamua siasa kama peke yake, wanatumia hiyo feelings zao. Mujaribu tu kutumia akili, yeah mimi naweza sema, lakini kama Gachagua ni mrefu mwerevu, then central bado wako na shortage ya uongozi, ambayo tungeambia Raila awasilie wajeluo wengine kama sisi, niende nivai kiambu gavana 2027 tuwasaidie kabla hawajapata. Werevu kama Gachagua ndio mwerevu.